Umewahi kujiuliza mtu unayemwamini kweli ni nani? Marafiki zako, ndugu zako, hata mpenzi wako? Je, tabia wanazoonyesha mbele za watu ni zile za kweli, au ni sura ya muda? Ukweli ni huu: watu wengi huvaa mask mbele yako, lakini mask hiyo haiwezi kudumu muda mrefu. Ukiangalia vizuri, unaweza kuona tabia zao halisi bila hata kuuliza swali. Leo nakufunulia njia sita za kugundua tabia ya kweli ya mtu bila kuumiza kichwa. Njia hizi nimezifanyia utafiti, nimeziunganisha na saikolojia ya binadamu na hata mifano ya maisha halisi. Kama unataka kujua nani ni wa kweli, nani ni wa hila, nani anaweza kukusaliti au nani unaweza kumwamini, basi kaa nami mpaka mwisho, kwa sababu njia ya tano na ya sita zinaweza kabisa kubadilisha jinsi unavyoona na watu kuanzia leo. Kabla hatujaanza hakikisha ume subscribe Fikra Chanya, bonyeza alama ya notification na uache comment ndugo. Natamani nijue watu wa watu kweli maisha ni mwangu. Hii itaniambia wewe ni mmoja wa watu ambao wanataka kuona ukweli na kuepuka kuumizwa. Sasa, tuanze safari ya kugundua tabia ya kweli ya mwanadamu. Njia ya kwanza, muangalie anavyowatendea wa watu wadogo au wasio na faida kwake. Hii ndiyo njia rahisi kabisa ya kugundua tabia ya mtu. Mtu anayeonekana mpole sana kwako, anayecheka na kukusalimia kila mara, anaweza kuonyesha sura ya bandia. Lakini ukitaka kumjua kweli, mwangalie anavyowatendea wale wadogo, wasio na faida kwake. Mfano, unaingia mgahawani na rafiki yako, mhudumu anachelewa kuleta chakula. Wewe unaona si tatizo, lakini rafiki yako anaanza kumkaripia mhudumu, kumdharau, hata kumtolea maneno ya kejeli. Hapo ndipo unajua ukweli wake kwa sababu binadamu halisi hujionyesha pale ambapo hana sababu ya kuvaa sura ya bandia. Watoto maskini, mtaani, wauzaji barabarani, watu wa huduma za chini, hapo ndipo mtu hujionyesha kama ana heshima ya kweli au la. Saikolojia inasema hivi, power exposes character. Ukimnyang'anya mtu nafasi ya kujificha, ndipo unaona roho yake halisi. Kwa hiyo, mara nyingine usisikilize maneno ya mtu kwako, angalia vitendo vyake kwa wasio na nguvu. Uliza nafsi yako mtu nayeita rafiki anaheshimu watu wadogo au anawadharau? Hapo ndipo jibu la tabia yake liko. Njia ya pili, mpe madaraka au jukumu dogo. Watu wengi hukimbilia vyeo vidogo kwa furaha kubwa, lakini pale ndipo tabia yao halisi hujionyesha. Wacha nikupe mfano. Kazini, bosi wako anamwambia mfanyakazi fulani asimamie timu kwa wiki moja tu, ghafla anabadilika, anakuwa mkali kupita bosi, anaanza kutisha wengine lakini kuna wale wachache ambao wanapewa jukumu dogo, badala ya kuwa wakali, wanatumia nafasi hiyo kujenga, kusaidia na kushirikiana. Hapo ndipo najua tofauti kati ya kiongozi na dikteta. Hii inatufundisha kitu kimoja, madaraka hayawezi kubadilisha mtu, yanamfunua. Kama mtu alikuwa na kiburi moyoni, kicheo kidogo kitatoa kiburi hicho nje. Kama alikuwa mnyenyekevu kwa dhati, madaraka yatamfanya aonyeshe utu wake zaidi. Kwa hiyo njia ya pili ya kugundua tabia ya mtu, mpe nafasi ya kuongoza kwa muda. Utaona ama atapanda roho ya kiburi ama ataonyesha unyenyekevu wa kweli. Njia ya tatu, chelewesha kitu anachokitaka. Hii njia ni kisaikolojia kabisa. Wanadamu wote wanapenda kupata wanachotaka haraka, lakini subira ni kipimo cha hekima na utu. Mfano, mtu anakwambia nitumie hela sasa hivi au niletee kitu fulani sasa hivi Ukichelewesha kidogo, mtu mwenye busara atasema sawa, hakuna shida, nitangoja, lakini asiye na hekima atakushambulia kwa hasira, matusi au korofi. Hii ni ishara ya tabia ya ndani. Mtu asiyeweza kudhibiti hasira kwenye mambo madogo ataangusha urafiki, mahusiano, hata biashara kubwa. Kwa nini? Kwa sababu saikolojia inasema hivi, mtu mwenye busara hujua kutenganisha tamaa na muda kwa hiyo jaribu kuchelewesha kitu mtu anachokitaka, sio kwa ubaya, bali kwa majaribio. Angalia majibu yake. Reaction za mtu ni kioo cha roho yake. Njia ya nne: mwangalie anavyoongea kuhusu wengine. Ukikaa na mtu faragha, maneno yake yanakuonyesha zaidi kuliko unavyofikiri. Mtu anayependa kuzungumza vibaya kuhusu kila mtu, bosi wake, marafiki zake, ndugu zake, kumbuka jambo moja: akitoka kwako ataongea vibaya kukuhusu wewe pia maneno ya faragha ni dirisha la roho ya mtu. Mfano, kuna watu ukiwa nao dakika tano tu wamezungumza watu kumi vibaya. Hapo usidanganywe, hiyo ndo tabia yao. Lakini ukikaa na mtu na badala ya kushusha wengine, anashirikisha mawazo, masomo, hata changamoto zake, huyo ni mtu wa kweli. Kwa hiyo njia ya nne, angalia lugha ya mtu akizungumza bila kujizuia. Anajenga au anabomoa? Anawachana watu au anawanyua? Hapo ndipo siri ipo. Njia ya tano mpe pesa kidogo, au mfikishe kwenye pesa. Hii njia imewahi kufunua marafiki wengi, ndugu wengi, hata wapenzi, kwa sababu hakuna kitu kinachoonyesha tabia ya mtu kama pesa. Pesa ni kama kioo cha nafsi. Unapompa mtu pesa ndogo, utajua kama ni mwaminifu au mwizi, utajua kama ni mtoaji au mchoyo. Mfano, rafiki yako anakukopa mara kwa mara, lakini akishapata pesa anakwepa simu zako au mtu unayemwita ndugu akipata pesa ghafla anakusahau, hiyo ndio tabia yake ya kweli. Kwa upande mwingine, kuna mtu ambaye akikupata kwenye shida, hata kama ana kidogo anakugawia. Huyo mtu si mtajiri, lakini roho yake imejaa utu. Saikolojia inasema pesa haibadilishi mtu, bali huonyesha alichokuwa nacho moyoni muda wote. Kwa hiyo, njia ya tano, mpe pesa kidogo au mkaribishe kwenye pesa. Tabia yake kwa pesa itafunua utu wake. Njia ya sita, muache ajieleze mwenyewe. Hii ndiyo njia ya mwisho na naamini ni kali zaidi. Watu wengi wanapopewa nafasi ya kuzungumza bila kujizuia, hujifichua wenyewe. Hata bila kuuliza maswali mengi, mtu ataanza kujisifia, kujieleza au kusimulia hadithi zake. Katika hadithi hizo ndipo utakapoona roho yake. Mfano, mtu anaweza kuonyesha udhaifu bila kujua, au akajionyesha jinsi anavyodharau wengine wengine wataonyesha unyenyekevu wa kweli kwa kusimulia mapungufu yao. Saikolojia inaita hii unfiltered self disclosure; pale mtu anapoongea kwa uhuru maski yake inatoka. Kwa hiyo usimkataze mtu kujisemea, acha apambane na maneno yake. Hapo ndipo utakapoona tabia yake halisi. Kwa hiyo rafiki yangu, hizi ndizo njia sita za kugundua tabia ya kweli ya mtu bila kuumiza kichwa. Moja muangalie anavyowatendea watu wadogo au wasio na faida kwake. mpe madaraka kidogo. Tatu. chelewesha kitu anachokitaka. Nne. angalia anavyoongea kuhusu wengine. Tano. mpe pesa kidogo au mkaribishe kwenye hela. Sita. muache ajieleze mwenyewe. Ukitumia hizi mbinu, hutadanganywa tena na sura za bandia, utaokoa muda, utaepuka kuumizwa na utajua nani wa kuamini na nani wa kuepuka. Kama video hii imekufundisha kitu, hakikisha umesubscribe Fikra Chanya, weka like na share na rafiki yako mmoja ambayo unadhani anatakiwa kujua ukweli huu, na nieleze kwenye comment ni njia gani kati ya hizi sita ilikugusa zaidi. Tukutane kwenye video inayofuata ambapo nitakuonyesha mbinu nyingine za kisaikolojia za kuelewa watu na kuboresha maisha yako. Kwa sasa, kumbuka tabia ya mtu haijifichi, ila wewe ndio unatakiwa macho ya kuona.